So ladies and gentlemen, we have our boy ambaye anafanya kazi ya delivery delivery ambao watu uh, kampuni moja ambayo ya delivery ambao inajulikana sana hapa Katar ni ya Talabat, japo alikuwa hafanyi kampuni ya Talabat, like kuna kampuni fulani hapo ambapo huyu jamaa wetu kutoka 254 Kenya alikuwa hafanya kazi na nimevaa hivi kwa mwonekano ili ku represent wale ndugu zetu ambao wanafanya kazi ya delivery especially wanaotumia andudi pikipiki kama tunavyosema. Lakini sasa habari nzima nimeipata pale ambapo kuna msichana alikuwa ameelezea kwamba kuna jamaa ambaye yeye alibahatika kupata a certain call, ambapo alihitajika aende akadeliver chakula, yani akapeana chakula kwa a certain house hapa ndani ya Tuba 974, sorry, na alipofika kule akapata kwamba yule ambaye kula ni mama, ambapo yule mama alimwambia yule kijana aweze kuingia ndani yani alimkaribisha ndani. Ile time amefika pale ili kumwachele chakula, lakini kijana alimwambia kwamba haturuhusiwi kuingia ndani ya nyumba, mahali ambapo tunaruhusiwa kudeliver chakula ni kwa mlango, na maadam tumepatana tayari na chakula chako, ndo hichi parcel yako chakula ndo hii, wewe nipe pesa yangu nikupe kama kuna change ili nifanya nini, nikuachie mzigo wako ambao umeuhitaji. Lakini yule mama alimgeukia huyu kijana na kumuonyesha silaha na kumwambia kwamba endapo utakataa kuingia ndani basi silaha limekubebea jamaa yetu pale ili a, a, a, a, alifikiria na kusema kwamba a, mbona adhuruwe na silaha wakati hana thibitisho yoyote pale ambapo ataipata. Ikabidi kwa sababu ametishiwa na akaona yule ni Mwarabu, basi ikabidi ajipeleke ndani, yani ajiingize ndani ili mradi akaone yule mama anamwitia nini kule ndani. Lakini cha maajabu ni kwamba alipofika ndani yule mama alijiandres, yani alimvulia nguo na kumwambia kwamba they need to enjoy together, yani wafanye ile tendo la ngono kwa pamoja. Jamaa wetu alijaribu kuonyesha kama msitosito fulani hivi, yani ile yakataa yataka yakataa yataka mpaka mwisho wake akakubali kufanya lile tendo, na baada ya kwamba amefanya ile tendo, huyu mama alimwahidi ama alimwonyesha pesa takriban elfu mbili za Qatar riale ambapo alimpa kama zawadi kwa kile kitu ambacho alikuwa amekifanya pale. So kijana wetu, kulingana habari tunaambia kwamba alizikataa zile pesa na kumwambia huyu mama ya kwamba sina haja hizo pesa. Hicho ndicho kilichokifanya tayari hapa chatosh ama natoshe Katari dole mama. Kamwambia, we pokea hizi, na siku nyingine pia nitachukua namba yako, endapo nitakuhitaji kwa wakati wote, basi nitakuisha na endapo tutasherekea ama tutafurahia pamoja, we jua wazi ya kwamba nitakupa hino pesa kama zawadi ili uh, ufurahie pia wewe. Na kijana wetu naye pia hakukataa, ilibidi ende zake bila kuchukua zile pesa. Lakini baada ya masiku machache aliyofuata, kijana alipokuwa kipigwa simu alikuwa akielezea wenzake pale ambapo wanakaa ama wenzake wale ambao pamoja na alikuwa akiwaaga akiwambia kwamba waenda kwa mama wake, so yeye alikuwa anabeba chakula kama parcel ili kuonyesha kwamba anapeleka chakula kwa mwasa, pale anapelepale ile pikipiki yake anaipaka ndani ya ile gate, na basi anaenda anaenjoy na yule mama, mwisho wa siku anatoka anarudi zake kule ambako alikuwa na anaachiwa pesa yake elfu mbili. Sasa watu walikuja waka rais alam, ndio maana sasa stori imechepuka kwa sababu jamaa anaonekana anafanya vitu ambavyo haviendani na mshahara wake, kutoka mavazi yake, na maendeleo ambayo anayafanya nyumbani kwao kule Kenya. Ndio maana watu wakaja wakaanza kulalamika na kuanza kumadvise huyu jamaa, kumwambia kwamba kwamba ile tabia ambayo anaendelea nayo sio tabia nzuri, kwa sababu kikija kikikuramba ama kikija kikikoseka chochote, kifahamike kwamba wewe unalala na mwanamke wa kikatare kitakuja kitakuramba na mambo mabaya yatakotokea, utarudi sisi wenzako tukuchangie, maana yatakutokea makuu ambayo labda hukutarajia yeah. lakini jamaa aliwaambia, aliona kama yuone wa wivu vile ama jamaa aliona kama Wana sema, wana bora hata sijui yani, mtajaji wenyewe. Nasikia kuna raida fulani, huu raida amekuja tu Qatar juzi ameenda ku uh, drop food so, ile design kwa Mwarabi fulani gonyadha, itabidi unishughulikie kama sivyo, wewe mimi na mimi na mimi napita na wewe, unaona yani, itabidi tu ni ni ni ni kunini. So huu msee akona eh, hii sasa imekuwa noma, itabidi tu shughulike huyu mama juu sisi jua atafanya nini before hata makarao afike, simi ndio kwa hata nisha kufu dead. So hiyo ikabidi ashughulike huyo gonyadha. After mmaliza kumshughulikia gonyadha, akamdunga saa mbili umdunga saa mbili msee akadai ataki do. Yani ushaona fala, wewe mwenyewe umefanya shughuli umechoka, hapo hivyo umepampa msee, alafu unadai ataki do anashindwa so, so, kwani ameziba, so, okay, na, yani kwani hata ile job enye wewe mwenyewe ulienda? wanajua mpaka doa wenye alikuwa nafaa kulipwa so, mtaani wameanza kushangaa ha, au kama sumse ni ma project after ma project. Unaona so ya nadai ati oh ni ma tips sijui nini nini nini, alafu sasa anasikia hiyo bia maraido analipagwa na commission. So unapataga yeye, yani sales zake ziko down, lakini ya ajali ya bora, kuna doa nyingi za mali, pengine ma project zenye anafanya huko home. Nao ni kibao wasio wanashangaa, eish, yani umse within a very short time amefanya hii amefanya hii amefanya hii juu kila saa kichuhulikiwa mama, thao mbili. So ina maanisho kienda mara tatu kwa siku, hiyo ni thao sita na mse no, madha hata ajali unaona, so yani, sijui ni kukapitia mana, lakini n asebu, itabidi wenyewe mjaji story ni aje, sababu eish, kuna ase yani, yani, wana makeup na design zingine mpaka unashangaa usio. Na ndio maana niliwaambia kata usijiompe na mse wezijua, mse anafanya shughuli gani. Kila mse akona shughuli yake wewe utakapo hivyo una hustle yani, una hustle jasho yako, alafu unaenda unanunua yani, maluku zingine za madozi zingine, alafu mnakuja kusema hapa, sijui si wapangie do zenu na wapangia do zenu, sababu najua kitu watu wanafanya. Unaona, wasee wanafanya vitu zingine illegal manze, alafu sasa wanapata do. Wewe una hustle daily, unaamka sijui saa tisa na sijui kwa nyumba sijui saa tisa usiku alafu we unda utumie do zako kama venyeilea. Na ile habari pale, ambapo nimeipata, nafikiri nyote mumejua wapi ambapo nimepata ino habari. Ndio maana nimeileta hapa kwa pamoja, ili tuitumie ili kujifunza, ama tuitumie kama mfano bora, ili tuwezi kuepuka na vitu kama hivi. Mara ya kwanza, acha tusemea kwamba huyu jamaa ametekwa na kitu ambacho tunakiita tamaa ya kimwili na tamaa ya pesa. Vilevile tamaa ya kimwili inakuja pale ambapo hata baada ya kwamba ameshikiwa silaha pale, na alichokifanya kile kitendo alichokifanya. Lakini sasa tamaa ya kimwili ile kwamba baada ya kufanya vile bado yajisikia arudi tena kwenda kuendelea kufanya kile kitendo kile, kile. Na tamaa ya pesa inakuja kwamba aliahidiwa pesa pale, kijana wetu akazikataa pale, alionyesha wazi kabisa yukwamba hana tamaa ya pesa, lakini tayake ama muhimu wake ilikuwa ni kufanya nini? Kufanya ile tendo la ngono, lakini baadaye kwa sababu ameahidiwa elfu mbili jamaa wetu kila endapo atapigia simu hakatai wala hapingi e, kazi yake ni kwenda kule na kuenjoy kile kitendo ambacho anakifanya pale. Sasa, automatically hapa tunajifunza kwamba huu yeyote, whoever yeyote, ambaye anaweza kubaliana kudanganywa, endapo anafanya kazi ndani ya nyumba, ama anafanya kazi kwa kampuni, ama anafanya kazi yoyote, bwana, anafanya kazi warabuni, endapo utatiwa box na Mwarabu ili ufanye kitendo ambacho sio sahihi, especially mwanamke. Mi sometimes I always tell people that uh, Mwarabu anaweza kakudanganya wewe mfanye kitu ambacho anajua si kabisa, sio sahihi akudanganye na pesa na akupe kweli ile pesa, lakini endapo kutatokea chochote kibaya ama endapo mtapatikana kufanya mtapatikana kufanya kile kitendo, ujue kabisa mwarabu atakuruka futi mia moja. Hatakubali ya kwamba wewe anaweza sema kwamba wewe unataka kumbaka ama asemea kwamba wewe ndio umemconvince, ama asemea kwamba wewe ndio umefanya yote yale. we, we heard of this story of uh, Saudi Arabia, ambaye kuna jamaa ambaye alikuwa ni dereva ndani ya nyumba ambapo alikuwa anakula mama pamoja na mtoto wake, na yule baba akaja akagundua. Mwisho wa siku nafikiri, na na video zilisambaa kila mahali, huyu jamaa alikata shingo, alikuwa ni dereva Alikatwa shingo na kenda karushwa deza tuko mpaka. Nafikiri, you guys, you saw that video zilisambaa vile ambavyo yapigwa panga almost six seven years back, tuliza ile video ileza kuenea kila mahali na kila mtu akaiona, na tulipojaribu kufuatilia tukaambiwa sio Mkenya japo ni Msudani ambaye alikuwa na na anafanya kazi ndani ya nyumba kama dereva, ambapo alikuwa anatembea na mama kwenye ile nyumba na mtoto wake. Yule mama alipogundua kwamba mamake anakuliwa na huyu dereva, mtoto wake pia naye akademand akasema kwamba you have to eat me as well, na kama hautanikula basi mimi nitakusema kwa baba, ikabidi huyu jamaa naye pia fanye nini, amtandike yule mtoto. Sasa akaja jamaa anapiga mama anapiga mtoto, akawa anachanganya, na mwisho wa siku yule mama akaja akagundua kwamba mtoto wake pia analiwa. Ikabidi mama akaharibu kila kitu, na alipoharibu kila kitu, jamaa alijipata ametolewa shingo na karushwa zake. So hizi ni stori ambazo zinaendelea. Mi wanasema kwamba ambao mnafanya kazi ya delivery na mitihani e, mingi sana. Alikuwa anaambia yeye akihitaji mwanamume ama yeye akihitaji kufanya ngono mwanamume, yeye huenda zake hotelini kukodisha zake, yani hoteli, any kind of, hoteli yote ya chini ambayo atalipa labda mia mbili hamsini ama mia mbili kuja chini hapa ndani ya Qatar, na once akishafika pale ndani ya hoteli yeye husubiri paka, ikabidi kama saa sita saa tano anatafuta chakula especially cha KFC na anaitisha na delivery. Sasa yule mwenye anakuja delivery, mwenye anakuja akiingia, hawa watu wanaruhusiwa. You guys, kama kuna mtu ambaye anao video ambaye anafanya kazi ya delivery Katara atakubaliana na mimi ya kwamba wanaruhusiwa kuingia mpaka kwenye rooms za hotels ili kuenda deliver chakula. Sasa jamaa wetu pia, msichana wetu pia ananiambia kwamba ye once akiwa ndani ya room ni moroko msichana, moroko is a Moroccan girl ambaye alikuwa anafanya kazi naye. Yanaambia once akiwa ndani ya room, akiitia delivery, yule jamaa ambaye anakuja, ye akishakuja kwa ile room, akimbishia hivi, msichana anamwambia kwamba yeye anatoka matiti kwa hivi na anamuonyesha anamuonyesha wazi ule uchi, ili amtamani, na akimpa ile pesa jamaa, msichana anajifanya kambe kama ameleta pesa nusu, ili arudi ndani akachukue pesa zingine, afu yeye mwambia huyu jamaa, njoo chukui pesa iko hapa hivi kwa meza. Asiwe jamaa akiingia pale, huyu msichana, huyu jamaa anajaribu kumwongelesha kwa utaratibu, na wavulana wengi anaambia, wao wanakubali. Anawaambia kwamba basi, wefanya hivi Endo chukue pilikipiki uendenayo, uiregeshe maskani kwako ambako unafanya kazi, alafu uchukue taxi uje, ili tuje tuenjoy kwa usiku moja, alafu nitakulipa, ama you are going to be my boyfriend, so that whenever I need you, saa yoyote tutakuwa tunapatana. So hizi ni vitu ambavyo viko hawezi tudanganya, hivi ni vitu ambao viko hata kama hii tunachukulia kama ni story ya jaba, lakini ni kama it's like an educated story, ni story ambayo inafaa kuwa na elimu ndani yake ili tuweze kusoma ndani yake na tujue jinsi gani ambayo tutajikinga kutokana na masuala kama haya. Kwa sababu mara nyingi sana ukiona mtu yoyote ambaye anafanya maendeleo nyumbani Kenya, na mnafanya naye kazi moja, mnalipwa mshahara mmoja, na umeona mtu anatengeneza maendeleo ambayo wewe humfikii yale maendeleo ambayo anayafanya, usianze kujiuliza ama kutamani ama kung'ang'ana kustrike paka usemea kwamba una lazima ufanye kile kitu ambacho anakifanya kwa sababu mnalipwa pesa moja, mnafanya kazi moja. No, sometimes kuna wengine wanafanya kazi ambazo ni za risk, ambazo wamejificha, ambazo hawataki kutuambia. Kuna watu mimi nikwambia kwamba wanalala mpaka na wanaume wenzao, yes those things are there. Kuna wanaume ambao wanalala na wanaume wenzao, na kuna wanaume ambao wanalalwa na wanaume wenzao, na bado vile vile pia kuna wanawake ambao wanafanya mapenzi ya pamoja ya watu watatu wanaenda wanalipwa na mtu wanafanya mapenzi kwa pamoja. these are stories that are there. Me I'm telling you the truth. Wakati mwingine zinaonekana kama stori ambazo sio za ukweli lakini ukweli ni halisi ni kwamba kuna vituko ambavyo vinaendelea, ambavyo mimi nitasema sita kuweka tu Afrika, lakini acha nisema kwamba binadamu wa sahihi wa karne hii, ambao tuko sahihi wa hii dot com kama tunavyojiita, watu wanafanya chini ya maji ili mradi wapate pesa. Ni video ngapi ambazo tumeziona, mwisho wa siku zinakuja zinaenea kwenye mitandao baada ya kwamba watu wameenda kule, wameenda jionyesha uchi wao, wanacheza na midoli wakijitengeneza sijui nini kwenye sehemu zao za siri, hizi vyote zinafanyika usiku, ili mradi watu apate pesa. So once unaona mtu kwenye barabara ameng'ara, unamwogopa kwa sababu ya vile ambavyo ana mwonekano wake. Wewe mchukulie kama binadamu wa kawaida, kwa sababu hujui yule mtaji wake ambao anakuringia wewe, anaopata wapi? That's why sometimes you can walk with your fellow unafanya tu kazi kama ni cleaning au unafanya kazi kama ni security, especially hapa Qatar unafanya kazi kama let's say like hizi za hospitali hizi ambao wanazita caring, uh, manasing, name them, lakini unaona mwenzako mnalipo elfu tatu nyote ama mnalipo elfu tano nyote, mnalipo elfu moja mia nane nyote, lakini kile kitu ambacho anakifanya yeye, ukijikompia wewe kile kitu ambacho anakifanya hapo, kasema una save watu ukisema pesa uitumie nyumbani, unataka ufanye kile kitu ambacho anakifanya huwezi mfikia. Kwa sababu gani? Yeye kuna source ambayo pesa yake anaitoa ambako wewe huwezi fikia, na ukimfuata ili upate ile source, basi akikuelezea labda hautaamini, na endapo utaamini, akikukaribisha kwenye ile place ambayo anapata pesa, ujue pia utakuwa umeingia kwenye chama. Hasa kile chama ambacho utakuwa umekiingia, hujui kama ni chama ambacho kitakufanya wewe kikweke bora, ama kitakufanya wewe udhulumike kiafya yako, ama udhulumike kiubinadamu wako, yani because we have a alot of uh, issues that are going on. Even our ladies from Kenya, pia na story ambayo inaendelea ambapo wasichana wengi sana they go for the western guys our Nigerians and Ghanaians just because of what for loose money. Mimi nishauliza moja, mimi I'll tell you that fact, ntaambia tu kweli. Kuna there's a time ambapo kuna msichana ambaye nilipata mimi. Yeah, there's a certain lady ambapo nilipata naye Qatar miaka mingi iliyopita. Hiyo sio sahihi, miaka mingi iliyopita ambapo huyu msichana nilipomwapproach aliniambia kwamba ako in relationship. So when I try to ask like uh, unaolewa ama it's a relationship ya ajujua, kanabia, I have my fellow Ghanaian and niko na mgana ambaye tuko in a deep relationship. Nikamwambia kwamba unadanganywa bure, afadhali ukuje kwangu mimi, ambapo tutakuwa pamoja, mwisho siku tutakuja tutaoana, ama hata mambo akiwa mazuri tutakuja tutaoana, maada mimi sijaoa nawe haujaolewa, tunaweza kuwa mume na mke yani. Uh, lakini msichana aliniambia kwamba KG wewe, kile kitu ambacho mimi nakipata kwa ujamaa wewe hawezi ukanipea, so I rested my case from there. Nikajua wazi kabisa kuna vitu ziada ambavyo yapewa kule, na sitaki kujua ni vitu gani, kwa sababu nikitaka kujua ni vitu gani vitanifanya mimi nijisikie kudhoofika, because I cannot do the shit that Western guys are doing to our Kenyan ladies. So ladies and gentlemen, tuchukue hino kama funzo na tulifanyie kazi it, it, is, is, guys, this is KG Chipande, please make sure to subscribe, like and share this video.